Leo katika stori zetu tumwangazie Roch Marc Christian Kabore. Huyu ni nani basi? Huyu ni mwanasiasa na mtaalamu wa benki kutoka Burkina Faso. Alizaliwa tarehe 25 Aprili mwaka 1957 mjini Ouagadougou. Alihudumu kama rais wa Burkina Faso kuanzia Desemba 2015 hadi alipovuliwa madarakani Januari 2022. Kabla ya kuwa raisi alishika nyadhifa mbalimbali serikalini ikiwemo waziri mkuu mwaka 1994 hadi mwaka 1996 na rais wa Bunge la Taifa mwaka 2002 hadi mwaka 2012. Alikuwa mwanachama wa chama cha Congress for Democracy and Progress CDP hadi alipojiuzulu mwaka 2014 na na kuanzisha chama kipya cha People's Movement for Progress MPP. Rais Kabore aliondolewa madarakani mnamo Januari 24 mwaka 2022 kupitia mapinduzi ya kijeshi yaliyosababishwa na kushuka kwa imani ya umma katika utawala wake. Hali ya usalama ilizorota kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu ambayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu elfu mbili na kuwalazimisha watu zaidi ya milioni moja na laki tano kukimbia makazi yao. Matukio kama mashambulizi ya kijeshi katika kijiji cha Solhan mnamo Juni 2021 watu zaidi ya 100 waliuawa siku hiyo na shambulio la kambi ya kijeshi ya Inata mnamo Novemba 2021, ambapo wanajeshi zaidi ya 50 waliuawa, yalizua hasira kubwa miongoni mwa wananchi na wanajeshi. Ripoti zilionyesha kuwa kambi ya Inata ilituma ombi la msaada wa chakula na vifaa majuma mawili kabla ya shambulio, lakini msaada haukufika kwa wakati, na wala vyanzo vingine vilidai kwamba haukufika kabisa. Hali hii ilichangia kuongezeka kwa maandamano ya kupinga utawala wa rais Kabore katika mazingira hayo, unaweza kuona kwamba wanajeshi nao waliamua kufanya yao, walifanya mapinduzi na kumvua rais Kabore madarakani, wakidai kuwa wanahitaji mabadiliko katika uongozi ili kukabiliana na changamoto za usalama. Kwa sasa rais Kabore huyo ameachiliwa huru kutoka kizuizini, ingawa hali yake ya kisiasa bado ni tete na inasemekana yupo e, nchini Ivory Coast. E, na kwa sasa Burkina Faso inaongozwa na kijana Ibrahim Turaole, ambaye naye pia anakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi. Wakati mwingine tutaangazia zaidi kuhusiana na hilo.